Uh, kupitia Instagram page yake kuna kitu amekiandika na anakuwa, uh, anakuwa tofauti na sisi ambavyo tulizungumza. Yeah. Sisi tulisema ile ngoma ilikuwa ni kali. Of course walijitahidi kutengeneza mashairi ambayo hata mashabiki wakisikiliza wanajua, yes, hapa kuna vichwa kama vitatu ambavyo vinawakilisha muziki wa Bongo Flavor big time. Nuh Mziwanda ameandika kwamba of course ameandika list A mmekutana, ila wimbo wa kawaida sana ngoma haina maajabu. E, nilitegemea maana wote noma, mjue. Na hii kolabo sio ndogo, sijui mtatupa nini tena mashabiki wenu, napenda. Akasema nawapenda sana, samani kwa mashabiki zenu. Kwa hiyo like ametupa jiwe likawabonda, alafu baada ya hapo akaanza kuwakanda kidonda, yaani kwamba anawaambia wao, wanangu mmezingua big time, alafu baada ya hapo anakuja anawaambia leo mimi nawakubali mjue, unajua wewe ndio icon za Bongo Flava mjue, umeona bwana, kwa hiyo kitu kama hicho. Nuh Mziwanda according to level ya, ya muziki ya li, aliyoko kwa sasa hivi unaweza wakasema kwamba hatakiwi kuzungumza chochote kuhusiana Harmonize, Marioo pamoja na kutoka yeah. mm. na na ile nafasi, lakini mimi naamini kila mtu ana freedom of expression. Yeah. Atakuwa of expression course kwa kwa kwa nchi yetu tuna uhuru wa kuzungumza. Kama kuna kuna kitu unakiona kijakaa fresh big time, unazungumza wewe yeah. ni una ni asa, na wa ni ni ni msanii unahisi ni kwa nini hasa mpaka Nuh Mziwanda anakuja watakiwa. Inawezekana kweli kwamba kwamba ameusikiliza wimbo alafu sababu mkongo vitu au zile chuki tu za kawaida kwamba ah,

Hapana, kwa sababu watu hawataki wasanii wajifunze wengine studio wafanye vitu vizuri. Tunaona masaje anza vitu kama hivyo, kwa hiyo kutoa comment kwa ngoma kama hiyo na kweli na, kuna watu comment wakalalamika sana kuhusu ngoma ile pale, kama ngoma sio ambayo tukitegemea kwamba, hao ni watu wakubwa kabisa eh, ma legend wenyewe kabisa, kama legend nao wenye bongo fleva yao sasa hivi ambao wanatamba nao wanaweza kufikisha mbali. Kuna comment ambazo zilikuwa mbaya, sema watu wajue, kwa sababu Tanzania watu wakiwapenda wasanii oh, hawajali hmm, kwamba kuna makosa anataka kufanya mtu hmm, akimpenda Levan na ajua Levan basi eni, big time huyu jamaa ni toke atetema basi, na leo anafanya ah, vizuri kusema hmm, kweli kuna muda wasanii wanakosea. Hmm, kwa hiyo Mziwanda kama kauruka nao kamba bwana, kwa kama mmekosea hapo mama mama ma, sio kitu kibaya sio kitu kibaya kwa sema kitu lakini cha hiyo ni mwangika katika upande mzuri, lakini chingine ni kwamba kama Mziwanda kidogo